Écho du petit commerce transfrontalier. Écho du petit commerce transfrontalier ni kipindi kinachozungumzia masuala ya wachuruzi wenye pato ndogo kwenye mipaka.

Habari zenu rafiki zangu. Kwa muda sasa nimesikia kuhusu makubaliano fulani kati ya DRC na Burundi yaliyotiwa saini huku Bujumbura. Lakini mimi sijaelewa vizuri. Kama makubaliano hayo yanatuhusu sisi wafanyabiashara wadogo wadogo, ni maneno ya kisiasa tu au kweli yatatusaidia? Mzuri sana, Amina. Hapana, siyo maneno tu. Makubaliano hayo yaliyotiwa saini tarehe 29 Aprili mwaka 2022, kati ya nchi zetu mbili yanalenga hasa kurahisisha biashara ya mpakani, hasa kwa wafanyabiashara wadogo wadogo kama wewe. Kweli yatarahisisha vipi maisha yetu? Maana mimi hupoteza muda mwingi pale mpakani Kavimvira kwa ukaguzi na kulipa pesa zisizotarajiwa umeongea kweli Amina. Ndiyo maana kipengele cha nane cha makubaliano hayo kinazungumzia kupunguzwa kwa muda na gharama za shughuli mipakani. Nchi hizi mbili zinataka kuboresha vituo vya mipaka kutumia teknolojia ya kisasa na kuunda ofisi za habari za biashara ili kuwapa wafanyabiashara taarifa sahihi. Hilo lingekuwa jambo zuri sana, lakini mara nyingi tunasikia tu habari za mabadiliko bila kuona matokeo. Kwa mfano, kwenye biashara tunazorangua, mara nyingi tunapata shida ya kulombewa viwango vya pesa na ukaguzi. Hilo pia limezingatiwa. Artikle ya tano ya makubaliano inasema kwamba Kongo na Burundi zitaunganisha taratibu za mipaka ili kuepuka ukaguzi mara mbili za biashara. Malaboratoare za verification na maservice za certification zitafanya kazi pamoja. Maana yake ni kwamba kama biashara yako imekubaliwa ya Kongo, itakubaliwa pia Burundi. Ah! kwa hiyo itasaidia kuepuka kulipa pesa nyingi mpakani halafu kupoteza mzigo na kucheleweshwa. Ndiyo kabisa. Na sio tu hilo, kwa wafanyabiashara wanaosafirisha mazao ya shamba kuna kipengele maalum kinachohusu hatua wa za kiafya na za mimea. Kipengele cha kumi na nne kinasema kwamba nchi zote mbili zitashirikiana kuhakikisha minyama na mimea inayovusha kibiashara ni salama, lakini bila kuzorotesha mchakato wa kibiashara. Na kuhusu safari zenyewe nije, kwa sababu mara nyingi tunaombwa vitambulisho vingi ili kuvuka mpaka, hapo pia kuna maendeleo. Artikle 18 inazungumza kuhusu sirkulasion ya watu nchi hizi mbili, Burundi na Kongo, zinataka kuweka taratibu za kusafiria, kupana viza za bure kwa raia na wanafunzi, na pia kuboresha mida za kufunguliwa kwa mipaka. Hicho ni kitu kizuri sana, lakini pia ni lazima wachunguze wale wanaofanya ukorofi. Maana wengine wanapitisha mizigo kwa njia za panya, na sisi tunaishia kuumia. Umeongea ukweli. Makubaliano hayo pia yanasisitiza kupiganisha biashara ya kimagendo. Vitengo vya mipakani vya nchi zote mbili vitabadilishana taarifa, vitaunganisha mtindo wao wa kazi na kufanya pn za pamoja za kupiganisha magendo mipakani. Kwa ufupi, Amina, makubaliano haya ni mazuri sana, ikiwa serikali zote mbili zitachukua hatua ya kuyatekeleza vizuri yatafanya biashara kuwa rahisi, salama na yenye faida zaidi hasa kwa wafanyabiashara wadogo wadogo kama wewe. Asanteni sana, sasa nimeelewa vizuri. Natumaini yote haya hayatabaki tu kwenye makaratasi, maana sisi tumechoka na maneno, tunahitaji sasa matendo. Umeongea kweli, Amina, ndio maana kamati ya pamoja kufuatilia kufatilia makubaliano hayo imeundwa ili kuhakikisha makubaliano hayo yanatekelezwa kiukweli na kuwanufaisha wa mipakani kabisa. Na ukipita tena mpakani, usisahau kuuliza ofisi ya habari za biashara, yaani bureau d'information commercial. Watakusaidia kuelewa vizuri faida mpya zilizo upande wako. Sawa, nitafanya hivyo. Asante sana Jean. Asante sana Claudine, nimepata maelezo zaidi. Hii ni, ni ujumbe wa muradi wa, wa kurahisisha biashara mpakani na ujumuishaji katika kanda, kanda la maziwa makuu PFCIGL. Mradi wa, wa PFCIGL ni bahati kubwa kwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sisi raia wa DRC tunajivunia mradi wa kurahisisha biashara mpakani na ujumuishaji katika kanda la maziwa makuu.